Wanafunzi kumi na mbili kutoka kaunti za Garissa na Tana River waliojisajili kwa mtihani wa mwisho wa kuhitimisha mafunzo yao ya uwalimu wa shule za chekechea walikosa majina yao kwenye orodha ya watahiniwa licha ya kulipa ada ya mtihani huo. Wanafunzi hao walilazimika kuandikisha taarifa kwa polisi wakitaka kujua sababu ya kukosa mtihani huo. Kulingana na wanafunzi hao, wanataka mkurugenzi aliyewasajili kukamatwa na pesa zao kurudishwa ama kuruhusiwa kufanya mtihani huo. Tumejaribu kulipa neck examination fee na wengine wengi wetu hatukuwa kwenye registration list, lakini wawili wa walikuwa kwenye wangefaa waregistiwe wa kwenye diploma wanafaa wafanye diploma, lakini li, li list yao ilikuja kwa certificate. Tunataka tuhudumiwe wenye hawakupata registration wapate haki, wa, wapate haki yao. Mimi pia nipate haki yangu, nimelipa registration everything I could have done now my diploma. Sasa nimerudishwa nyuma nifanye certificate, tafadhali sana, na naomba na mtusaidie kiwango yenye mnaweza fanya exam sasa hii watu wanafanya eh. Tafadhali sana mtusaidie, tulikosa kufanya mtihani ya mwisho ya neck exam ECD but tulilipa mtihani uh, fees registrations and all the fees we have all the qualifications but we missed the exams